Baada ya Rais William Ruto kufanya uteuzi wa kamati mpya ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, baadhi ya viongozi haswa wa upande wa upinzani wameendelea kujitokeza na kupinga vikali hatua hiyo. Punde, wa hivi punde akiwa kinara wa chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka ambaye amedokeza kuwa wakenya hawana imani na uteuzi uliofanyika kwani hakukuwepo na uwazi wowote katika mchakato wa kuwapata walioteuliwa by the William Ruto, IEBC as Eugene said, we would take him home. And it is not us, it's the Kenyans, the suffering Kenyans, the jobless Kenyans.

Ni usemi ambao umetiliwa mkazo na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye anashikilia kuwa tume ya IEBC haina uamuzi wowote kuhusu uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka 2027 na kuwa Wakenya ndio wenye uamuzi. Kama rais amechukua wale watu anafikiria wanaweza kumsaidia, kura ile tutapiga. Tunataka ile margin, tunataka tukue na 70 plus 1 ya kwamba haiwezekani kuchezea hii kura hata ukifanyia nini, na mimi niko na uhakika ya kwamba tutafaulu. Kwa hivyo kura, eh, haiamuliwi na IEBC, kura naamuliwa na Wakenya na Wakenya ndio watapiga kura. Hata hivyo kuna viongozi wanaounga mkono uteuzi huo akiwemo seneta wa Embu Alexander Mudingi, seneta huyo akiwataka viongozi wa upinzani kujitenga na hulka ya kupinga miradi yote ya serikali. Kwa hiyo ni watu wa upinzani na wa mara mingi walikuwa wasema chairperson anja kuchaguliwa, lakini wakati amechaguliwa, ameanza kuleta voronjo na kuleta vitu zile zingine haivai. kwa hivyo ningeomba wakome na hiyo maneno wanasema, tushikirie huyu ndio tuweze kuona vile atafanya kazi kulingana jia ile navaa pia amewataka Wakenya kukubali kamati hii ya IEBC ili maeneo yasiyo na wawakilishi kupata viongozi hili wapate maendeleo. Kwa hivyo nataka tuseme tumshikilie, na ninajua atafanya kazi mzuri, na pia rais wetu amefanya kazi kulingana vile anaona inafaa Miso yangu ni watengeze makaratasi ya election ama watangaze kulingana na ile inafaa, ili, ili, ili ningeuliza ni wananchi wasifikirie kupotoshwa na wale ambao juu ya mtu atakuja pesa nyingi ama atakuja pesa kidogo. Ile kitu nataka kusema, wakati election itatangazwa tufanye election ya amani, either ni ya MP ama ni ya women rep. Kilichosalia sasa ni wabunge kuidhinisha uteuzi wa kamati hii mnamo tarehe 26 mwezi Mei mwaka 2025. <coughs> Mary Kialo, Undugu TV.